Jamani, muda bado, waheshimiwa wabunge wapo kazini mpaka itakapotangazwa bunge limevunjwa, na Chama cha Mapinduzi tutatoa utaratibu namna ya uchukuaji wa fomu kwa wanachama waaminifu waadilifu wenye sifa wanaokubalika kwa wananchi kuomba nafasi za kuteuliwa ndani ya chama kwenda kugombea nafasi za serikali. Sisemoe. na tunasema Chama cha Mapinduzi, tunahitaji wanachama wa adilifu wa aminifu wanaosema kweli daima na wanaopendwa na watu, sio wanaojipendekeza kwa watu sisemoe. Hiyo ndio ile ya kujipendekeza. Acha nawe, mwenezi, usiwe sehemu ya dhambi hiyo kwa hujuma Wabunge wata watafika ukomo, madiwani watafika ukomo, itatangazwa kwa mujibu wa taratibu zetu na kanuni zetu. Acha habari ile kutembea tembea na wagombea mtaani, hacha kwanza, unaharibu haiba ya Chama cha Mapinduzi, pia unaharibu haiba yako na familia yako, unaonekana wewe ni mtu fulani ambao umechoka kupitiliza. Chama hiki hakijaungwa hivyo, ni taasisi yenye misingi na utaratibu mzuri wa kuhakikisha kila jambo, tunapenda kulifanya kwa utaratibu wetu, na tumesema chama cha mapinduzi ndio chama, chama pekee duniani chenye misingi na utaratibu bora wa kuwapata viongozi. Chama cha mapinduzi tunapembua na kuhakikisha tunakukagua vizuri, ili tuende tukupeleke kwa wananchi, wana na wanachama wenzetu walio wengi nje tukiwa tuna hakika kwamba wewe ni mwadilifu ni mwaminifu unapendwa zaidi na wananchi na uko tayari kuwatumikia wananchi. zisiemoi wacheni madiwani wafanye kazi, mwacheni mbunge afanye kazi, mwacheni rais mwache afanye mwache kazi. Wakati utafika na wewe nimpiga kula kula utaamua, kwanini waza kumsemea mtu? Maana nanyii, madiwani msiogope kuna watu wanasema bana umekaa mno umechoka bana, waliochoka Si watasema watu, maana nakuchukia tu napita nasema huyu sasa amechoka aondoke, kumbe nasema mimi kumbe ungegombea wezako, wanaokuhitaji wako wengi, kwa tusisikilize maneno ya walio wachache. Kitu kinachosema ukweli ni mkutano wa nini wa uchaguzi, kwamba sasa huyu aendelea, ama si ndio, ee? Maana wenezi wezetu tumewaita hapa, tusiwe bendera kufuata upepo tu, watu kujenga chama chetu, tukemee mambo Nilikuwa tunasema wakati ukifika, sio tu kila mmoja atachukua fomu sawa, ana haki ya kuchagua na kuchaguliwa, lakini tuwalinde hao wazee wetu tuliowapa kazi kwa miaka mingi, tuwaambie watu hayo ndio yanasema. Wewe unakiuka utaratibu, nyamaza, wakati ukifika, kwa sababu wewe sio utachukua fomu, na na bahati nzuri chama kina wakati ule wa yani, kampeni, yaani kuna kile kipindi cha kampeni, kila mmoja atakwenda kufanya nini, kampeni. Sasa habari ya kusema jamani, huyu wito huyo, hafai huyo, aa wa..., anatoka wapi? Tusibaguane, tusisemane vibaya, tushauriane, tujenge kata zetu, tujenge matawi yetu, tujenge halmashauri yetu chini ya mwenyekiti wetu, mambo yaende chini ya madiwani wetu kwenye kata, kama kwenye viti kwa mabaraza ya maendeleo ya kata, na wanafanya kazi zuri, wanapigana. Mimi naona namna mnavyoona, CCM hoy, madiwani hoye, na nyinyi hoy. Sasa niseme kazi za makatibu wa siasa, uenezi na mafunzo. Kazi zetu sisi kama makatibu uenezi kwa mujibu wa katiba ya Chama Cha Mapinduzi, ibara ya 45, 58 na 84, kazi namba moja, kueneza na kufafanua masuala yote ya itikadi Itikadi maana yake nini? Itikadi maana yake imani. Chama Cha Mapinduzi kinaamini kina katika nini? Ni umoja, mshikamano na uzalendo. Ndio imani ya Chama Cha Mapinduzi, mengine yote yatafuata. Watu mkiwa na umoja hampigani. Watu mkiwa na umoja na mshikamano hamsemani vibaya, mesema mwenezi hapo. Watu mkiwa na umoja, mna jambo mnajadili kwa pamoja, linaisha sio? lakini kuwa na uzalendo. Watu mkiwa na uzalendo na nchi yenu, uzalendo na kata yako, uzalendo na tawi lako, uzalendo na chama chako, uzalendo na viongozi wako, uzalendo na watu naofanya nao kazi. sisihemu oye, mshikamano, upendo, uzalendo, haya ndio imani ya Mapinduzi, na ndio maana chama chetu hatuamini katika vita za nje, tunaamini vita za ndani kama kuna jambo tukae mezani, vikao vikae vitaasisi, vikao vikae viamue, tunapotoka nje ni jambo hili. Sisemuhoye, sisemuhoye. Kwa katibu mwenyezi, una wajibu wa kujua sera ya elimu, kwenda kwenye mfumo wa elimu amali inasema nini? Sasa sisem oye kwamba tunakwenda watoto wasome miaka sita badala ya saba shule ya msingi au your... sio mm wewe -hmm. Unaijua mwenezi wangu wa tawi, mwenezi wangu wa kata, sera ya afya, kujenga kituo cha afya kwenye kila tarafa? Unaijua sera ya miundo mbinu ya umeme? Chama cha Mapinduzi kupitia ilani ya uchaguzi 2020-2025 tuliwaahidi wananchi tutapeleka umeme kwenye vijiji vyote. Wewe mwenezi wangu wa kata umeshafanya utathimini kwenye kata yako vijiji vingapi mpaka umeme, na sera hii imetekelezwa kwa kiasi gani? Nisemoe oye, utapata tu mpinzani mwenye uwezo na uelewa mkubwa, nasoma sera za Chama Mapinduzi, hapa mlisema mmeleta umeme vijiji vyote, mmeleta ndio? Ni kazi ya mwenezi, umeambiwa ni nikusimamia na kufafanua, au sio? mm -hmm. Unatakiwa ujue. <coughs> Sasa watu wengine kwa bahati mbaya hujua au kujua tunaamini uenezi ni ujumbe wa mikutano ya kura. A -a. Tuna wajibu wa ya mambo ya kuyafanya sisiem ya sera ya elimu inaeleza nini, lakini siasa wewe ndio kufanua siasa, kwa sababu itafika mahala watu wa kutoa ufafanuzi wa jambo fulani linalohusu chama cha mapinduzi au serikali ya chama cha mapinduzi Katibu mwenezi ndo wajibu wako. Ndio maana nimesema, kaeni karibu na madiwani na wenye viti wa vijiji, muwe na taarifa za kutosha juu yanayofanywa na serikali yetu kwa upande mmoja, yakihusianishwa na chama chetu kwa upande mwingine, ili unapokaa kwenye vikao na mikutano mbalimbali, unaongea mambo yanayotendeka kwa dhati kwenye eneo lako. Katibu mwenezi Chama cha Mapinduzi kunusa hali yoyote inayohatarisha chama chetu kupata ushindi. Katibu mwenezi, ndongozi ya Chama cha Mapinduzi kuhisi chochote ambacho kinakuja kuathiri chama chetu ismoa, kwa sababu ikifika wakati tukishatoa wagombea kwa taratibu wetu, tukiwekea ndani ya chama chetu, tunatakiwa kuhakikisha hawa wagombea wateua kwa utaratibu wa vikao na mchakato yote utakayopita. Wanakwenda kushinda. Kwa katibu mwenezi wewe, ndio ni ngozi ya Chama cha Mapinduzi, kuhisi dalili yoyote ya changamoto ambayo inafanya sisi tushinde sisi. Wewe naona ndio eh? mm -hmm. wewe ndio masikio ya Chama cha Mapinduzi, endapo una taarifa nyingi kuliko mwenyekiti wako wa chama, ikiwezekana uwe na taarifa nyingi kuliko mtu mwingine yeyote, sio za kimbea, za ukweli, ili ukisimama kuzungumza na kushauri kamati za siasa na viongozi wenzako, shauri mambo yaliyo kwa dhati, sio bla bla. Nataka waelezwa mkoa wa Njombe, mfanye kazi kama mjawahi fanya kazi kuelekea uchaguzi. Ninashukuru kwa elimu hii maana hata nilivyokuwa huko nyumbani kwenye tawi langu kweli, mimi nilikuwa ni- ni kinyonge kweli, nilikuwa sijitambui uwepo wangu. Kwa, kwa hiyo elimu hii, nafikiri tayari nimeshajitambua na nitakuwa jasiri hata wakisimama kwenye kundi la watu na kuzungumza, kwa sababu ilifika wakati unaweza ukatoka ugeni huko unafika pale unaingia moja kwa moja na kufanya mkutano. Sasa wewe unabaki unajichunguza, una hivi hapa, mimi ni mtu gani? Nina nafasi gani? mm -hmm. Au sistahili mimi mm -hmm. Kwa nafsi yangu hata kama nilikuwa kinyonge kwenye nafsi yangu, nilijua viongozi wetu wanatosha, sina sababu sana ya kuwa kinyonge tu, nilikuwa nakosa elimu, lakini nilikuwa najua kabisa viongozi waliopo wanatosha, mpaka Mheshimiwa Diwani Melkizedeki. Kwa majina anaitwa Majuto Samuel Mponzi diwani wa kata ya Kilegeme. Mimi nataka niseme hivi ni kwamba hilo nataka niongee kuwa kwa niaba ya wote, ni kwamba kuna watu wanafika mahala kudanganya. Ni kwamba nataka nitoe rai kwa viongozi wote wale, kama ni wenye viti wa matawi, wenye viti wa kata, basi wafike mahala walione hivi. Kwa kweli ni kwamba nataka nitoe rai, huo sio utaratibu mzuri na tunafika mahala ni kwamba tunataka niongee, tunakuwa tunapata shida kupitia hilo. Kuna wenye vitu wengine wameingia, basi wanafika mahala wenyewe wanaamua tu kumshika mtu na kuanza kusema vibaya, na hatimaye muda mwingine kuto kuweka kazi, kuto kusemea kazi ambazo zinakuwa zinafanyika kwa zijatekelezeka. Lakini mimi nataka niseme kama kiongozi ambaye nimeingia kuwakilisha wananchi kata, inataka sema miradi mifano ni mingi na inaonekana ila isipokuwa kama ilivyoongea katibu mwenezi wa wilaya, watu hao wafike kwa waone, wenezi wajiulize, waione miradi ilikuwa ni kibaki tunaongea tu.